Ni aibu kubwa sana ukipata shida unaenda kwa mganga mwalimu, nimekuja. Mungu wako amekuumba, huyo anamiliki nini? Huyu yeye mwenyewe hali yake mbaya, maisha yake mbaya, anachukua pesa zako za bure tu, anakwambia niletee jogo mwekundu mweupe, mama, shida yako ni kubwa sana heya, shida yako ni kubwa sana, safari hii lazima ulete kondoo. Anakula yeye na familia yake, kwa taarifa yako. Ushawai kumwona mganga akikuagiza mchicha? Mnajua mchicha Mboga mboga anaagiza, wakiagiza nini? Mbuzi, kondoo, kuku, wanataka mahanjumati na mahalati. Allah unamwomba bure, anakusaidia bure. Hataki mbuzi wako wala kuku wako wala jogo wako. Wewe huna imani na Allah, wewe huamini kama Allah anakutosha na ndio maana wahangaika kulia na kushoto. Subhanallah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah bnu Abbas akiwa mdogo, kijana mdogo, akamwambia ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, mimi nataka leo nikufundishe maneno, ihfazillaha yahfazuka, yafadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi, ihfazillaha

Unaenda kwa mganga akusaidie, nimekuja tawile, baba tawile, wana mkwara kupita maelezo, mkwara la kutisha, we unaogopa kweli kweli. Wazee wamekuja, wazee wa babu yako gani? Hawa wazee wametoka wapi?